Leo hii tuko hapa mkoa wa Simiyu kwa muendelezo wa zoezi zima la chanjo la kitaifa ambalo lilizinduliwa na Mheshimiwa Rais Samia Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Leo tuko hapa mkoa wa Simiyu katika kutoa mafunzo kuwajengia uwezo maafisa mifugo wa ngazi ya halmashauri na maafisa TEHAMA kwa mwenendo mzima wa uchukaji taarifa wa utambuzi na chanjo kwa ujumla kwa wanyama wetu tunaofuga. Ni mfumo ambao umetengenezwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi na utatusaidia sana katika kuchukua takwimu halisi za mifugo yetu, taarifa za chanjo na mazingira yote yanayohusu mifugo yetu katika mkoa wetu wa Simiyu. Mimi naitwa Ally Mzee, ni afisa mifugo wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Simiyu. Sisi kama mkoa wa Simiyu Leo tumepokea mafunzo ya mfumo wa utambuzi na uchanjaji ambao utaenda kutumika katika zoezi zima la eh, chanjo ya mifugo kitaifa. Eh, katika zoezi hili ambalo linaendelea leo eh, maafisa mifugo wote eh, wamepokea mafunzo haya na tutarajie kwamba mifugo yetu yote itaenda kuwa kwenye kanzidata ya mifugo. Tunatarajia kuchanja ng'ombe milioni mili, uh, mbili laki tano mia nne elfu katika mkoa wa Simiyu, mbuzi laki tisa mia saba kumi na mbili lakini na kondoo laki saba mia nane arobaini na nane. E, zoezi hili e, linaleta mutisha kwa sababu mifugo ikitambuliwa Serikali inaweza ikapanga mipango yake kulingana na takwimu halisi za mifugo inayopatikana nchini. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wafugaji wanapoona e, waratibu wa zoezi hili wakiendelea na zoezi lao kule, tunaomba wawape ushirikiano wote unaohitajika ili kuweza kufanya zoezi liweze kufanikiwa na malengo ya serikali yaweze kufikika. Sawadia.